You were watching Dilunga TV. ilunga tumansagi lio waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Bert Charmila, wetu wa Dar es mkoa wa Dar es Salaam ieist Mlemo, Katibu Mkuu anayeshughulika na masuala ya maendeleo ya jamii, Mheshimiwa Majaji waandamizi wa serikali na chama waliopo, wadau wa maendeleo kwa taasisi, wakili Susan Nomba, mwenyekiti wa TAWLA, wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi ya TAWLA, wakili Tike Mabitire, mkurugenzi mtendaji wa TAWLA, wanachama na wafanyakazi wote wa chama cha wanawake wanasheria Tanzania, watoa mada gozi wa dini o wametufanyia dua nasara na sala, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taura taura. Kwanza naomba na, na mimi kama walivyoanza wenzangu nichukue fursa hii kumshukuru Mungu ambaye ee, yeye ni asili ya yote yaliyomema manafya na kutukutanisha hapa leo. Wekeni maono yenu mbele, rasilimali zitakuja. Na mimi kama mwakilishi wa mgeni rasmi mliokusudia weko hapa, nataka nihakikishieni kuwa wakati wowote mtakapohitaji msaada wetu tutautoa bila kusita. Tatu, ni wapongeze sana wafanyakazi wote na wanachama wote wa TAWLA kwa kuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za msaada wa kisheria, kutoa mafunzo na usaidizi wa kisheria kuelimisha umma kuhusu masuala ya sheria na haki za wanawake kupitia vyombo vya habari na kutetea masuala ya haki za binadamu. Mchango wenu umekuwa na athari chanya katika maendeleo ya wanawake na taifa letu kwa ujumla. Jitihada zenu zimekuwa zikiunga mkono vile vile mipango mbalimbali kama taifa tulilonayo, mfano mpango wa maendeleo endelevu ya dunia mwaka 2030 hasa malengo namba 1 ya kutokomeza umaskini namba tatu afya bora na ustawi, namba tano usawa wa kijinsia, namba nane kazi zenye staha na ukuaji wa uchumi, pamoja na namba kumi kupunguza utofauti na namba kumi na moja miji endelevu, namba kumi na sita amani na haki na taasisi imara. Tunawashukuru sana, bila mchango wenu pengine mafanikio tunayozungumza serikalini yani yake kuwepo ndiyo, lakini asingekuwa kwa kwa kiwango hiki. Ninyi mmeongeza msukumu na kuyafanya mafanikio haya tunayojivunia serikali. Kwa sababu hiyo, TAWLA wafanyakazi wote nawapongeza sana na tunaomba msichoke, mwendelee kufanya hii kazi kwa nguvu zote. Sasa, kwa sababu kazi ya leo ni ndogo yenye vipengele A na B, moja kufunga kongamano, yani yn simkuz uliokuwa nayo, lakini kufungua mkutano mkuu. Inawezekana nikasahau kwa mwishoni, naomba nitamke kazi zote mbili nimezifanya rasmi. <laughs> Tuhakikishe kwa serikali yetu ya awamu ya sita imechukua hatua nyingi sana za kupandisha hadhi ya mwanamke hapa nchini. Ninyi mtakuwa mashahidi kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wake rais wetu mgeni rasmi, hadi sasa imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kuwa wanawake wanakuwa mstari wa mbele kuhudumia jamii na kupata msaada wa kisheria. Baadhi ya hatua hizo ni kuongeza idadi ya majaji wanawake hadi kufikia Januari 25 mahakama ya rufaa imekuwa na jumla ya majaji 40 ambapo 27 ni wanaume na 13 wana na tatu ni wanawake ambayo ni sawa na asilimia 32.5. Hatua hii ni kubwa ukilinganisha na kule tulikotoka na mafanikio haya bila shaka taura mna mkono wenu. Katika mahakama kuu kuna majaji 105 ambapo 65 ni wanaume na 40 ni wanawake wanawake kwenye mahakama ya kuu wapo asilimia 38.1. Haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata na ni hatua ambazo serikali imezichukua kwa ajili ya kupandisha hadhi ya mwanamke hapa nchini, lakini vile vile serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano baina yake na TAWLA kupitia wizara na taasisi zake TBS, TMDA, MUHAS shule ya sheria nchini SUA eh, pamoja na taasisi nyingine. Serikali imeendelea kufanya mahusiano mazuri na TAWLA na hivyo kufanya chama hiki kuwa na nguvu zaidi na kupata heshima ndani ya taasisi za serikali. Leo ninyi ni mashahidi kuwa ukienda kwenye ofisi yoyote ya umma ukajitambulisha kuwa unatoka TAWLA, bila shaka utapokelewa kwa heshima, kwa sababu wanajua chama hiki ni chama chenye nia njema ya kuwasaidia Tanzania. Nimesikiliza risala yenu. Serikali inafahamu kuwa mnayo mipango na bado mnazo changamoto zinazowakabili katika kutekeleza majukumu yenu na bado kuna changamoto zinazowakabili wanawake kwa ujumla kama jamii. Naomba niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kufanya kazi hizo, kuzifanyia kazi changamoto hizo, na kuhakikisha kuwa inadumisha haki na usawa na kutokomeza ukatili wa kijinsia kwenye familia na kwenye jamii yetu. Tunayo jamii ambayo inahitaji kuelimishwa wakati wote, mheshimu mwanamke na kumlinda kwa nguvu zote. Nilikuwa namwambia mtendaji hapo kwamba mwenye wajibu wa kwanza kwa kweli wa kulinda haki ya mwanamke hasa sisi wenye familia ni sisi wa baba wenyewe. Kwenye lengo ya familia kumpa hadhi mama watoto wa kike sawa na wengine kutapunguza migogoro na kuwapunguzia TAWLA malalamiko mengi yanayokuja kwao. Ukiona kuna mtu anaenda TAWLA mahali fulani, ujue kuna unyanyasaji umetokea. TAWLA hawatafuti mtu, bali wanatafutwa na wenye matatizo. Kwa hiyo muhimu ni kushughulika na chanzo cha tatizo. Kama migogoro mingi ya urithi inatokea baada ya baba kufariki, basi ni somo kwetu wa baba kubwa. Wakati tukiwa hai tuweke mazingira sawa, ili mama anapobaki akiwa hai na watoto asipate sababu ya kwenda TAWLA kutafuta haki yake, kwa sababu kiwa hai ni na, kwa sababu hiyo nitoe wito kwa jamii kwamba tuepuke migogoro mingi inayotokea hasa ya mirathi. Juzi nilipata bahati ya kwenda kwenye mkutano kwa wanasheria wengine, nikaambiwa katika kesi wanazokutana nazo asilimia zaidi ya hamsini ni migogoro ya ardhi. Ipi? wanawake wengi baada ya mume kufariki wameondolewa kwenye ardhi. Kwa sababu gani? Kuna kundi jingine, upande mwingine lina nguvu kuliko huyu mama na watoto wake, wanaamua kuondolewa. Ni wito kwangu na kwenu ninyi TAWLA, tuanze kushughulika kwanza na tatizo la kuendelea kutoa elimu kwa watu ili wajue kuwa wakina baba na wakina mama basi tuache mazingira ambayo atasababisha mgogoro baada ya mmoja kuondoka hapa duniani. Tukifanya hivyo, tutampa nafasi TAWLA ya kufanya mambo mengi zaidi makubwa, badala ya migogoro midogo midogo na mikubwa inayotokea miongoni mwa jamii na kuifanya jamii yetu iwe yenye kustahimili. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameeleza vizuri, mna dini na wanadamu wanadamu ambao mtazamo, na wanadamu wanadamu ambao wanatofautiana mtazamo, mila na desturi, lakini kinachotuunganisha wote katikati ya mazingira haya ni sheria tulizonazo. Sasa unajua, duniani hapa mpaka leo wana falsafa hawajakubaliana mambo matatu, ndio wanayoiita philosophical problems. Matatu ya kwanza, dunia hivi, dunia ilitoka wapi? Hawajawahi kukubaliana mpaka leo. Wapo wanaosema iliumbwa, wapo wengine wanasema ilimeguka kutoka kwenye, ikaja ikaelea kutoka na gravitation ikawepo. Hawajakubaliana. La pili, binadamu hivi, binadamu ni nani? alitoka wapi? wako wanaosema aliumbwa, wanaamini kwenye creation. Wako wengine wanasema alikuwa mnyama, nyani, akavumbuka akawa binadamu mpaka alivyo leo. Hawajawahi kukubaliana. Na la tatu kwa kweli ni Mungu, hawajakubaliana yupo au hayupo. Sasa ninyi mnajili au mnashughulika na philosophical problem moja inayoitwa binadamu, binadamu ambaye ametawaliwa na tamaduni mbalimbali, mahali fulani msimamo wake, msimamo wa university anaamini, simulisha wewe, sikulishawa. Kuna mtu mwingine, kwa kuwa nyumbani kwake ni mkali, anaamini, hata akija kazini anatakiwa kumsikilize tu aishe, hiyo hali yaani, kuna baba akifika nyumbani kila mtu nyumbani kimya, mpaka paka mwamba kaingia. Anataka hata akija kazini basi hiyo haki anayoenjoi kule nyumbani anataka na huko akifika, wote msikilize na akitoa maoni msikilize, na mkikataa, li yadu mkuu atashughulika naye. Watu wanamna hiyo inahitaji hekima, na kazi hii mnaifanya. Ni waombe mwendelee, mfani. Na sisi kwa kweli tutawaunga mkono kila wakati. Naomba kumalizia kuwakumbusha kuwa mwaka huu mwezi wa Oktoba nchi yetu itaingia kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wabunge Naomba nitoe rai kwenu ninyi wanachama wa TAWLA kujitokeza kwa wingi, na hiyo wanasiasa wanapenda kusema mkajiandikishe. Mimi na nataka niwaombe mkagombee hizo nafasi, lakini mkajiandikishe na hatimaye kupiga kura, maana hii ni haki ya msingi ya kila mtanzania kuchagua na kuchaguliwa. Mkiendelea kuwaachia wengine, basi mjue kuwa wengine watakaochukua hizo nafasi hawatafanya yale mnayotaka ikiwa kuna mmoja wenu anaenda kugombea fani hivyo na asivunjwe moyo, na anaweza kugombea kwa chama chochote. Nchi yetu ni ya vyama vingi. Wito wangu ni kwamba msiache uchaguzi huu ukawa jambo la watu wengine badala ya kuwa jambo lenu. Kadhalika, kipindi hiki ni muhimu, vile muendelee kuwa sauti ya kutoa elimu, kuhamasisha jamii, kwa kisha kuwa ongezeko kubwa la ushiriki wa wanawake katika jambo hili la uchaguzi linaendelea kuwepo. Kuhamasisheni wanawake waende waka mahali mbalimbali mbali, na washiriki mchakato mzima wa uchaguzi ili tupate viongozi wazuri kwa ajili ya kuendesha nchi yetu. Malizia tena uongozi wa wizara na mzuri na za pekee kwa kuwapongeza uongozi wa wizara taasisi zote kwa ufanisi wenu na utendaji mzuri na kuandaa mkutano huu mzuri. Shukurani za pekee ziwaendee wale wote walio wafadhili kwenye mkutano huu, najua wako waliochangia kidogo ama kikubwa ili mkutano huu utokee. Nataka okay, nitambue kuwa wapo vile vile ambao wa walikuwa kwenye kamati ya matayarisho waliotengeneza ratiba toka mwanzo kwamba nani aseme wapi na wapi asimame nani. Tunawashukuru sana kwa kuandaa shughuli ni hii. Nimefurahishwa mno na aina ya kigeregere nilichokikuta huku. tunawashukuru kwa kutukurudisha kwa kuturahisishia wimbo nyimbo tulizoziimba pamoja na wanasheria. Kuna wengine hata wimbo wa taifa ukiwaambia waimbe watachanganya mabeti, lakini umetusaidia tumeimba vizuri, na tunashukuru sana. Shughuli hii imekwenda vizuri. Sasa, kwa sababu nilisha tamka ufunguzi na ufungaji, naomba niseme na washukuru kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Only on Dilunga TV.